Raha sana kutokea Dar es Salaam mpaka kuja Manyara eh. Jiji moja hatari sana ndani ya Babati. Tumepokelewa vizuri eh. Yani, unaishi kistaa unaishi kwa furaha unalala pazuri unapokelewa vizuri yani raha tu Babati, nimeogelea kwenye ziwa, eh. ziwa, eh. ziwa, eh. yani ziwa Babati na nimeogelea kwenye eh. ziwa Babatini nikitaka kuoga nakuja ziwa Babati naogelea. E, yani umji wa Fountain Gate lakini nauchafua mimi yeah. yani nautumia kuliko yeye anavyotumia. Sawa, bwana Baraka, mimi nataka mniambie hizi shangwe zenu zinaashiria nini? Mchezo mwingine, mchezo wa ugenini, sio mchezo wa kubeza pengine kupano, Young lakini, kwa upande wa Africa lakini kwenu tayari, kama mnaonekana na nyuso za furaha za kuhakikisha kwamba mnajiamini na timu yenu. Ah, nyuso hizi za furaha zinasababisha yule God Yanga bwana mkorofi. ndugu yetu eh nyuso hizi za furaha zinasababishwa na vitu viwili, kama sio vitatu. Kitu cha kwanza, Young Africans tumekuja hapa kuchukua alama tatu. Hizi alama tatu tumeona ishara zote za kwamba alama tatu ni za kwetu, kuanzia mapokezi sawa, kuanzia huduma tunazozipata hapa, kuanzia wanachama waliojitokeza kukata kadi za wanachama wa Young Africans, watu wanaojisajili wanaolipia kadi zao. Hilo la kwanza la pili, tunayo furaha kubwa kwa sababu jana msemaji wetu mm, Ali Shaban Kamwe alitangaziwa adhabu. Adhabu imetangazwa ndani ya siku moja, na pesa imepatikana kabla siku haijaisha. Milioni tano imepatikana kabla siku haijaisha, na watu wa Babati, milioni tano, watu wa Babati wamemaliza, ela imepatikana kabla ya dini siku haijaisha. Yaani ukimgusa Ali Kamwe umewagusa wananchi faini ya milioni tano kutoka kwa shirikisho la mpira hali tumemwambia kazi yako ni kuongea maswala ya adhabu na faini ni juu ya wananchi yani sisi ndo tunahusika nazo kwa hiyo kama wanahisi wanamkomoa hali hapana anatukomoa sisi na sisi hatukomoleki kwa sababu tunafanya kitu tunachokipenda hali anatunenea vyema na anatuwakilisha vyema hivyo basi tuko tayari kupambana naye tuko tayari kumtetea tuko tayari kushikana naye bega kwa bega milioni tano tumeshapata na nyingine tunazokusanya hizo tutawaachia ndugu zetu TFF. Sitaka zozidi, tutapelekea. Nasikia hela si adhabu, kutokana amekosea. Baba adhabu zinakuwaga milioni moja, milioni mbili, azizidi hapa. Labda utoe labda ufanye kosa ambalo ni nje ya kikanuni kosa la ajabu sana, ndio adhabu napewa adhabu kama hizo Akua, lakini makosa ya kikanuni milioni moja, milioni mbili, lakini wametupa milioni tano maana wameifanya Yanga ni mtaji TFF wameifanya Yanga ni mtaji sehemu ya, ya kumalizia shida zao. Sasa sisi wana Yanga tunawaambia haina shida kwa sababu Yanga ni kubwa. Sisi tuko tayari kuwa sponsor, toeni mtangazeni mwingine, tutachanga tutawapa hela, tumewaongezea tunawapa na nyongeza milioni tano kujumlisha, tuna, milioni sita tunajumlisha milioni mbili na nusu inakuwa milioni saba na nusu tunawapa us kwa upande wa ubora wa Yanga, mchezo wa mwisho ulikuwa ni wa kombe la shirikisho, mtu kala chuma nane pale. Pengine labda hii kasi mliomaliza nao kwenye mchezo wa mwisho wategemee hilo. Fountain Gate, mpira ni mchezo ambao hautaki kuja na matokeo mengi uwanjani, simnaelewa? Ni mchezo ambao wanaume 11 na wanaume 11 wanakutana na uwanjani kwa hiyo kusema kila mtu atafunga goli nane tisa ngapi? Sio kweli, huo sio mpira. Lakini naamini nakwenda kuwa mechi nzuri na Yanga, kivyovyote lazima tupate magoli mengi katika mechi hiyo. Koo ni waahidi wana Tabora, wana wanaitwaje Babati, Manyara au Manyara, yeah, wana Manyara shuhudieni magoli mengi. Azizi amekuja, Azizi, Azizi kwa ajili ya kuwapa raha wana Manyara Mtenje, na mabeto kaja. Nani ya, ya hana hey, hey. Zawadi yetu. Angalie yo zawadi ya Pasaka, kuna mtu leo anaanza kupewa leo pre passover gift. Sio mzalendo. Kuna mtu leo anapewa pre passover gift. Leo, <laughs> asante sana.